nanyi Biblia inasema ombeni, tafuteni nanyi mtaona, na mta bisheni nanyi mta angalia. Unakuta mtu anaomba baba, katika jina la Yesu, baba shida na, na laki mbili anakumbuka hii ii laki mbili nikimwomba Andrea tu anasema saanipatu. Ah, baba, baba naomba unisamehe kwanza. Nampigia Andrea alo, Andrea na shida ya laki mbili, anaweka na kauongo pale ili kupata nini? Akishapata hela anataka hela aliyopata kwa uongo hajaitolee sadaka. Mwambie jirani, fedha uliyopata kwa njia ya udanganyifu usimpe Mungu. Sumwambie so, tu kwa nini atakupiga. Unajua nini kitatokea? ni the moment unaileta kwenye chombo, ikifanywa sanctification ikifanyiwa utakaso au uteketezwaji, inageuka inakuwa laana juu yako. Kwa sababu gani? Umetumia uongo, udanganyifu, umemtetea Mungu ili kupata nini? Ukiona unamtafuta Mungu hakuna alternativu zingine, ni bora ukaacha kwanza kumtafuta Mungu ukaanza na zile alternative zikifeli, urudi kwa nani? Isa. Mtu anasema nilikuwa naumwe, wakaniombea, baadaye nikaenda nikatumia paraseta. Sasa namshukuru Mungu, ni Mungu, nimepona. Tulizani hapo ni Mungu amemponya au paraseta? Mimi mi nataka, mtu anasema nilikuwa na umu? Mlilia Bwana chumbani. Wakati naona ninataka kufa, nikaona mkono wa Bwana.